Novemba 21 tunasherehekea kutolewa Bikira Maria hekaluni. Katika imani ya Kikristo, hasa mafundisho ya Kanisa Katoliki, Bikira Maria alitolewa hekaluni na wazazi wake Yoakimu na Ana alipokuwa mdogo. Kulingana na mapokeo ya kanisa, Maria alikuzwa na wazazi wake katika imani na alikusudiwa kumtumikia Mungu tangu utotoni. Katika tukio hili Maria alikamilisha nadhiri ya kuwa mstahiki wa huduma ya kiroho katika hekalu la Yerusalemu. Ingawa habari hii haimo moja kwa moja katika Biblia, inatokana na mapokeo ya kale ya Kikristo kuwa Maria aliletwa hekaluni na wazazi wake kwa nia ya kumtumikia Mungu kwa ajili ya huduma ya kiroho. Tukio hili ni ishara ya kujitolea kwa Bikira Maria kwa Mungu. Na yatusaidia kukumbuka kwamba tangu miaka yake ya kwanza, Maria alimwelekea Mungu.